Najua maana ya jina Ndaro. Karibu sana katika ukoo mkubwa sana huu wa kifalme, karibu United Kingdoms of Africa, karibu sana katika chungu chenye majina ya asili. Leo tunaangazia jina la Ndaro. Jitambue binti na mwana wa mama Afrika, amka, kumepambazuka. Jina hili lina asili ya Wanyamwezi na Wasukuma. Jina hili lina maana kubwa sana. Wale wanaoitwa Ndaro mara nyingi huwa na nafasi ya uongozi, ushawishi kwa jamii, pia na nguvu ya kupambana na changamoto za kimaisha. Katika mila, jina hili linahusiana na utajiri, ustawi pamoja na heshima. Jitambue binti na mwana wa mama Afrika, amka kumepambazuka. Unamfahamu mtu anaitwa Ndaro? Tafadhali naomba umtagi ama umention kwenye komenti hapo chini. Karibu sana United Kingdoms of Africa. Leo tulikuwa na jina la Ndaro tukijaribu kulidadavua kwa uchache kidogo. Hiki ndo chungu chenye majina ya asili. Kama jina lako limo humu, basi tambua una thamani kubwa sana katika huu ulimwengu. Jitambue binti na mwana wa mama Afrika, amka, kumepambazuka.